Na mtazamaji na mfuatiliaji wetu habari za wakati huu, tena karibu kwenye mazungumzo ya muda mfupi ambapo uh, niko na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo jimbo la Mbeya mjini. Mimi ni Josiah Singala, karibu sana afuatana nasi kwa dakika chache za mazungumzo yetu, na hapa niko na bwana Wailes Malongo Mwachiso, huyu ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo jimbo la Mbeya mjini habari za magituni? I say salama kabisa ha, endeleaje? I say tuko vizuri. mapambano ya ujenzi wa chama yanaendaje? Mapambano ya ujenzi wa chama yako vizuri kabisa, kwa sababu chama cha ACT Wazalendo tayari tumeshafanya mipango mbalimbali. Ukumbuke mimi Wailes Malongo Mwachiso ni mwenyekiti wa jimbo la Mbeya mjini wa ACT Wazalendo, ko tulishaanzisha operation za kukamata jimbo la Mbeya mjini. Aa, wakati kabla halijagawanywa kuwa na jimbo jipya la Uyole, tulishafanikisha kuunda uongozi kwenye kata zote 36. Kwa hiyo operation hiyo imeshaisha, kwa hiyo tunaamini huko kwenye kata na kwenye kila eneo tuko vizuri na tuko vizuri kabisa mtazamaji, okay. Fuatana nasi kwa dakika chache kama ambavyo nimekutokeza hapo awali, uh, Bwana Mwachiso Wailes ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo jimbo lakini, pia ndiye mtia nia wa ubunge jimbo hili la, la, la, la Uyole, na imefika hapa ili kuzungumza naye mawili matatu hasa kuhusu uh, nia yake uh, ya kujik, uh, kwenda kwenye kinyang'anyiro cha ubunge. Mwachiso, umejipangaje ume kwenda kuwania ubunge jimbo la be, uh, jimbo la Uyole ambalo limezaliwa kutoka, kutoka kwa wenzetu wa Mbeya mjini hapa Mbeya Uyole? Uh, asante uh, sana uh, swali lako ni zuri sana ikumbukwe ya kwamba ilikuwa ni tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa tano nilitia nia rasmi ya kugombea ubunge jimbo jipya la Uyole. Hii ni nia yangu ya dhati kabisa ya kuomba nafasi ya ubunge ndani ya jimbo jipya la Uyole. Kwa nini ninaomba nafasi kwenye jimbo la Uyole? Ni kwa sababu mimi Wailes Malongo Mwachiso, jimbo la Uyole ninalifahamu. Kwanza nimezaliwa Uyole, nimekulia Uyole, nimesoma Uyole, nimelelewa Uyole, ninaishi Uyole. Kwa hiyo changamoto za wanauyole mimi ninazijua kuliko mtu mwingine yoyote, kwa sababu wanasema uchungu wa mwana aujua mzazi. Basi mimi Malongo Mwachiso Wailes ninaujua uchungu wa jimbo la Uyole kwa sababu jamii yangu ndugu zangu na maisha yangu yote yamekuwa ndani ya jimbo la Uyole. Hii ikanisababisha mimi niende nitiye nia ya kuomba ubunge ndani ya jimbo la Uyole, hasa baada ya kuona jimbo la Uyole lilipokuwa linaunganika likiwa linatambulikana jimbo la Mbeya mjini, kulikuwa na mambo mengi ambayo hayakufanyika sawa kwenye ukanda wa Uyole, hasa kwenye upande wa maendeleo mm -hmm. Watu wa Uyole walikuwa wametengwa, watu wa Uyole walikuwa wamewekwa kama ni watu wa pembezoni. Sasa hivi hawajatengwa, sasa hivi ninapozungumza hawajatengwa, kwa sababu saa hizi tayari ni jimbo jipya Walitengwa tangia huko, kwa maana mpaka sasa hamna kitu chochote kilichokuwa kinaendeleadunaposema walikua wametengwakawametengwa mm. unamaanisha Uyole hakuna maendeleo yote? na maanisha maendeleo, kasi ya maendeleo ya Uyole hailingani na kasi ya maendeleo iliyokuwepo kwenye mipaka ambayo imewekwa hizi, ni jimbo la Mbeya mjini. Sawa. Uyole ina tatizo gani, ambalo wewe unadhani ni hoja yako ya kusema na kwenda na hoja hii hapa ama hoja hizi hapa za kwenda uh, kuambia wananchi kwamba wakuchague wewe na we, si mtu mwingine yeyote na si chama kingine chochote isipokuwa ACT Wazalendo? Asante sana. Uyole inazo hoja za msingi ambazo ambazo sisi au mimi marongo mwachiso nimeamua ya kwamba niombe ubunge na nitakapokuwa nimepata ubunge, ninazo hoja ninayo mambo ya msingi ya kufanya ndani ya jimbo jipya la Uyole. Jambo la kwanza, Uyole ilikuwa imesaurika kwenye miundo mbinu kwa takwimu ya barabara za TARURA ambazo zilikuwa ambazo zipo kwenye jimbo la Mbeya mjini pamoja na jimbo jip jimbo jipya la Uyole zilikuwa kwa takwimu ya zile barabara barabara nyingi zimejengwa kwenye upande ambao ndo wa Mbeya mjini kuliko upande wa Uyole. Upande wa Uyole ukipita sehemu ambayo inaingiza mapato kwenye halmashauri hasa kwenye viwanja vya kupima, ukiangalia Isyesye, ukiangalia Itezi, viwanja vinapimwa huko, lakini ukiangalia miundo mbinu yake hasa barabara zimekuwa ni, ni, ni, ni tofauti na hali halisi ambayo ipo tofauti. Leo ukiangalia utakuta, mjini huku utakuta kuna barabara nyingi ambazo zipo, lakini ukanda Uyole hakuna barabara. Watu Uyole walikuwa wametengwa, walikuwa kama wanaishi kama wako kisiwani. Lakini ukiangalia miundo mbinu kama maji leo ukipita miezi ya kumi, miezi ya tisa, miezi ya nane ukipita ukanda ukanda ukanda wa Isyesye, ukaja ukanda wa Uyole, Uyole ya kati Igawilo, ukaja ukawa unapandisha unafika paka Iduda, kuna changamoto kubwa ya maji, lakini ukija huku mjini utakuta utakuta vitu kama hivyo la, la, la tatu ukanda wa Uyole umekuwa ndio ukanda ambao yaani watu wa Uyole wananyanyaswa wakati mwingine, ukifika muda fulani, umeme kwa mwezi wanaweza wakapata yani, unaweza ukahesabu masaa ambayo wanapata umeme. Umekuwa unakatika mara kwa mara kwenye ukanda wa Uyole, lakini ukanda wa huku mjini kumekuwa ni raha mstarehe. Kwa jambo hili nataka nizungumzie kwamba watu wa Uyole walitengwa. Lakini jambo la tatu Uyole ni sehemu ambayo imekuwa ni kitovu cha Mbeya mjini pamoja na Uyole yote kiujumla. Mbunge, mbunge anahusikaje mfano kwenye hilo la, la, la shida ya umeme kukatika kukatika, kwa umeme mbunge anahusika direct, kwa sababu mbunge ndio msemaji wa wananchi, mwakilishi wa kero za wananchi. Umeme ni mojawapo ya kero la wananchi, kama ni kero ya wananchi, ni kazi ya mbunge kutatua hiyo kero kwa namna yoyote, kwa sababu mbunge mbunge anaweza kawasiliana na vyombo husika, vyombo mbalimbali ambavyo vinaweza vikahakikisha vika kwamba vinatatua changamoto ya umeme, hasa kuna waziri wa nishati na umeme, kuna, kuna watu wengi mbunge ana, anaonana nao hao watu, kwa hiyo kuna urahisi wa kutatua ile changamoto ya umeme kwenye eneo la Uyole. Iko changamoto nyingine ambayo nadhani ni shida iko Uyole, hata u, uombe kwenye chama chako kikupitisha kwenda kugombea, ndo maana nimeainisha shida hizo hizo ipo nini? Shida nyingine kubwa eneo la Uyole ni kitovu cha wananchi wote wa jimbo la Mbeya mjini na jimbo jipya la Uyole, na vikili Bwana Sinkala, utakuwa shahidi ya kwamba muda wowote unapotaka kusafiri kwenda kwenye mkoa wowote ule, muda wowote, Uyole unapata usafiri, na eneo unalopatia usafiri Uyole ni eneo ambalo halijazingatiwa na watu wote wanajua ya kwamba usafiri unapatikana pale, lakini hawakuweza hawa kutengeneza hata ka stendi kadogo, ili watu wanapofikia wawe na usalama mahala pale. Unataka kutuambia Uyole nzima, kwa maana jimbo jipya la Uyole, hamna stendi kwenye jimbo lenu kipi? Kuna stendi ya nane nane, lakini, lakini stendi ya nane nane imeonekana ni stendi yenye hazi ambayo inaweza ikafanya kazi, lakini watu wamekuwa na shauku. Watu tangia siku zote, nataka nikwambie ni jambo hili ya kwamba nimekuwa na uzoefu wa kuona ya kwamba ukiona mahara kuna soko linakubalika sana, ujue kuna watu walianza kuuza wawili watatu, baadaye likakubalika likageuka likawa soko, alimashauri ikaizinisha likawa ni soko. Hata kwa barabara hivyo hivyo, inaanza kanjia baadaye inakuwa barabara. Ninaamini kwa eneo lile tayari lilishajielekeza na kujionyesha kwamba linafaa kuwa na stendi ambayo watu watasafiri muda wote. Sawa, kwa ile si kuna una hakiendi chama kimoja kwenye uchaguzi, ndio maana ACT Wazalendo vinaenda vyama vingi. sawa, sawa, eh, sawa. zaidi ya mm. vyama kumi na vitano sawa, lakini niseme ni, ni tu chama kimoja. wapo wapinzani wenu, uh, CCM ndio CCM, na na kuna kidogo ambao wametangaza kuwania pia jimbo la Uyole, eh, hmm. akiwemo mm. Daktari Tulia Ackson ambaye kwa sasa ni mbunge wa, wa, wa huko Mbeya mjini sawa, lakini mkazi wa Uyole na ametangaza kwamba atagombea huko sawa kinachokupa jeuri ya kwamba ninakwenda kupambana na dkta Tulia na pengine nitamshinda ni nini? Kinachonipa jeuri ni wananchi na wapiga kura wa jimbo la Uyole. Nilivyofanya takwimu ya kwamba wapiga kura na wananchi wa jimbo la Uyole hawana shida ya vyeo vya mtu, hawana shida na umaarufu wake. Wananchi wa Uyole wana shida na changamoto zao zitatulia ndicho kinachonipa jeuri ya kuomba jimbo la Uyole. Lakini pili, kuna mtu mwingine aliwahi niuliza akasema, utashindanaje na huyu mtu, ni rais wa mabunge, lakini pia ni spika wa bunge e, uta, utawezaje kushindana naye huyu Dr. Tulia? Ni, ni, ni, najibu ya kwamba ndugu Wasira ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, makamu mwenyekiti alianza kuongoza kuwa mbunge akiwa na miaka ishirini na tano lakini akaongoza kwa muda mrefu. Mwaka elfu mbili na kumi na tano alikutana na mwanadada ambaye ametoka huko ameingia pale ambaye ni Esther Braya, aliweza kwa hiyo, hili ni jambo rahisi sana. Kwa hiyo Dokta Tulia, mimi nafikiri wananchi hawana shida na vyoo vya mtu. Ukawa rais wa mabunge ukawa spika wa bunge, barabara jimboni kwako chafu, maeneo yako hayaeleweki, haina maana yoyote. Wananchi hawataki msaada, wananchi wanataka waone ya kwamba wanapata msaada, wanapata maendeleo, wanapata uhakika wao. okay. mm, yeah. wa uh, kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye jimbo lao. Hiyo ndio imenipa jeuri. kabla ya jimbo la Uyole kugawa uh kugawanywa ama kupasuka kwa maana ya kuzaliwa kuzaliwa, yes, lugha hiyo mm -hmm, ilikuwa ilikuwa ni jimbo la Mbeya mjini, ndio ulikuwa, naona na pengine kutambua mchango wa daktari Tulia kama mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, ah na kuona kazi zake. Nikisema siwezi kutambua mchango nitakuwa mwongo. Ulikuwa ulikuwa natambua na kuona mchango, labda nitaka niseme, hata hata mwizi anakuwa na mchango kwenye familia yake kwa hiyo ulikuwa unatambua na kuona mchango wake, si ndio? Mchango wake ni asilimia ndogo sana. Ah, lakini... katika mia hmm. mchango wake ndani ya jimbo la Mbeya mjini hmm. ni asilimia kumi. Asilimia kumi. Na kwa katika hiyo asilimia kumi, hmm. Uyole hmm. ni asilimia tatu. Ah, lakini asilimia kumi. Uyole ni asilimia tatu. Lakini ulikuwa unatambua, si ndio? asilimia kumi hmm. Uyole ni asilimia tatu ulikuwa unatambua. asilimia kumi. Uyole ni asilimia tatu Sawa, lakini hizo hizo sikuna utambua, asilimia kumi Uyole ni asilimia tatu za mchango wake aliyochangia kwenye Uyole, ambayo ilitakiwa changia asilimia mia, amechangia asilimia tatu Uyole, asilimia saba Mbeya mjini. Sawa, unafahamu kwamba vitu vinasema kuliko sisi tunavyosema, yani kazi yangu mimi inasema kuliko mimi ninavyosema. Na mimi nafahamu, unafahamu hilo. Hilo ndilo jambo la msingi kabisa, ya kwamba ndicho nilichosema, ndiyo jeuri yangu kwamba wananchi watakapokuwa wanasikia vitu vitajieleza na mambo yatajieleza. Okay. Eh, kwa wananchi wanajua. Kwa nimeomba ubunge, ninayo nia hii, ninajua kabisa ya kwamba ndugu zangu na jamii yangu na mimi mwenyewe mwana Uyole ni mhanga wa kuto kupata maendeleo ya kutosha ndani ya jimbo la Uyole.